Tumsifu Yesu Kristo. Kwa mara nyingine ukiwa mpambe lazima utangulie kabla ya mgeni rasmi, ndio protocol ambapo huwa zinataka kwa wakati mgeni rasmi anajiandaa, mimi mpambe wake wa karibu kwa siku ya leo nataka ni niwashirikishe kidogo m mapendo mapendo nansikia Okay. So um, moja ni kwa wenzetu ambao leo na tunawaaga katika hatua hii moja ya kuhitimu masomo yenu. Na mimi nilipenda kuwashirikisha uh, vitu vichache. Kitu cha kwanza, mnaondoka chuo, mtaenda kwenye jamii kuishi na jamii na nilichokuwa na, nataka kufahamu kwanza hapa Wakristo ni wangapi? Kama wewe ni Mkristo, nyosha mkono. Nataka tu ni Mkristo, Mkristo nyosha mkono. Asante. Ambaye sio Mkristo anyoshe mkono. Asante. Ambaye hajanyosha mkono anyoshe mkono. <laughs> <laughs> Uh, Mkristo Mkatoliki aliyebonga usimlisha nyosha walionyosha kwenye Ukristu silisha nyosha nikasema, mbaye anyosha mkono sikumpata, sio sio ko nilikuwa nataka ni tu niwakumbushe kwa wale wa Wakristu kwa wengi, lakini pia tuna Wakristu wa, wa Katoliki. Sio, tuna Wakristu wa, wa Katoliki, tuna Wakristu wa wengine Wakristu wengine. Kwa hiyo ujitambue wewe ni Mkristo au ni Mkristo Mkatoliki. Hilo utembee nao. Kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu uh, Wakristo wote tunaamini katika uh, miongozo ya imani yetu ya Kikristo. Tunatumia Biblia katika ku, kupeana mafunzo mbalimbali sawa? Lakini kanisa Katoliki lina mafundisho ya Katoliki. Tuna mafundisho ya kanisa Katoliki. Kwa hiyo nilichokuwa nataka niwakumbushe hasa nyinyi ambao mnakwenda uraiani na wale ambao mnabaki, mjue kwamba kanisa lilishaandaa mafunzo ya Mkristo Mkatoliki tunaita uh, Catholic Social Teachings, mafunzo, mafundisho ya kanisa Katoliki kuhusiana na jamii. Kwa hiyo unaenda kwenye jamii, ila kanisa lilishaandaa namna gani unatakiwa kuishi kwenye, kwenye jamii. Catholic Social Teaching mmeshaisikia hiyo eh? Kama hujaisikia, mkasome ka Google. So tuyafuate Catholic Social Teaching kwenye kila kitu ambacho tunaenda kukifanya. Na mafundisho yetu sisi wa Katoliki, bezi yake kubwa ni upendo, kwa maana mimi naita au mapendo eh? Yesu alisema amri kuu ni nini? Ni upendo. Kwa hiyo yamejengwa katika upendo, lakini pia yamejengwa katika njia ambazo Yesu alitwambia ili uweze kwenda mbinguni. Alitoa utaratibu wa kwenda mbinguni, na ukisoma Mathayo sura ya 25 eh sura ya 25 mstari wa 35 mpaka 40, Yesu aliweka pale watakaoenda mbinguni ni wakina nani eh? alisema ukienda mm, kule mbinguni Mungu atakuuliza, ulimsaidia maskini, si ndio? ulimsaidia mwenye njaa eh? ulimwona mgonjwa? Kwa, kama ulimtendea huyo mdogo, etendea mimi, na wewe ndio utaenda kuona ufa, ufalme wa nani? Kwa Mungu. Kwa kanisa Katoliki liliandaa mafunzo ya, ya, ya, ya, ya, ya Kanisa Katoliki kuhusiana na jamii, yakilenga kwenye maeneo hayo, kuhakikisha kwamba tuna upendo, lakini pia tunaishi eh, kadiri ya, ya mafunzo hayo. Na mambo ambayo nilikuwa nataka kusisitiza ni kama yafuatayo: moja, Kanisa Katoliki linahimiza kujali utu wa mtu, tunaita human dignity, utu kwamba mtu kwa umbo, kwa usura na mfano wa Mungu. Kwa hiyo ni lazima kujali utu wa mtu. Tuna instances mbalimbali, siku hizi watu wanatoa mimba, manake umeua hmm? Kwa hiyo umeenda kinyume na mafunzo ya Kanisa kwenye kujali utu eh, watu wanaouana siku hizi wanakosa utu, kwa Kanisa linasisitiza hilo. Ni funzo la kwanza, unapoishi eh, kwa mm, na jamii, jali utu. Mtaenda kwenye kazi, kupata kazi, jali utu kwenye kazi zako eh, msitoni sio wengine. Tuko hapa tunajali utu kwenye kazi zetu, ndio tuko hapa na usizani. Na ukiwa kule usione kwamba labda unafanya kitu kwa kificho, unamfanyia mwenzako vibaya, haribikiwe kazini. Hilo sio fundisho la Kanisa Katoliki na hizi ni, ni, ni, ni mafunzo ambayo yametokana na, na miongozo mbalimbali na yalianza mwaka elfu moja mia nane tisini na moja wakati Baba Mtakatifu Leo Leo wa kumi na eh, tatu alivyoona kwamba dunia iko katika kipindi cha, cha industrial revolution karne ya kumi na tisa watu wengi sana walianza kujali viwanda kuliko kujali watu. Kwa hiyo ikatokea sana manyanyaso ya watu na mateso ya watu kwa Baba Mtakatifu Leo wa 13, mtangulizi wa huyu Leo wa 14, na akaja na hii mafunzo ya kanisa kuhusiana na jamii, namna gani kanisa linaweza kuishi na watu na jamii. Na nanyi mkienda kuishi huko, mjue kwamba cha kwanza cha consider nini ni watu. Kwa hiyo hii ilifanyika miaka 134 imepita, ndio leo tunakumbushana, na nanyi kama vijana, mkasimamie hilo. Na ndio maana ukiona muda mwingi mababa askofu wanainuka wakizungumzia utu wa watu watu wasinyanyaswe, wasiumizwe, wanaongelea kwenye mafunzo ya kanisa Katoliki kwa naimiza, na nyinyi vijana usije ukaingia kwenye, kwenye namna hizo ambazo ni kinyume na mafundisho yetu ya kanisa Katoliki. Na jingine ambalo uh, napenda kuwakumbusha ni kwamba uh, kanisa linajali pia kuhakikisha kwamba wale watu maskini, hmm, Preferential treatment to the poor, kwa lazima tujali watu masikini. Kwa ukibahatika ukienda huko ukapata kazi uh, ukapata chochote kumbuka kwamba kuna wale wanaohitaji zaidi, lazima pia uwashike mkono, lakini pia haki ya kiuchumi hmm? Haki ya kiuchumi. Sisi kama vijana nashukuru, na wengi pia mnasoma wasibu wengine, procurement na vitu kama hivyo eh, kuna ile tunaita economic justice. Kwa lazima tuone namna gani kila mtu anaweza kapata ajira akapata kipato akaendesha maisha yake. Hivyo ni vitu vya kuviangalia sana. Kwa unakuta vijana wetu siku hizi wengi hapa wote tulikuwa busy na simu kukimbilia bahati nasibu. Tumehamia tumeamia kwenda kuwa watu wa bahati nasibu. Kwa unakuta vijana wengi sasa tunaenda kwenye betting, sio uzalishaji, eh? Sio uzalishaji lakini tu unatamani bahati. Hasa meaning of economic justice, lazima watu wajibike, ufanye kazi upate fedha. Wewe una kazi, unaenda kubeti, hela ya kubeti umetoa wapi? Maanake tumestimulate tumesti wizi, uibe somewhere ukabeti, ndio? lazima uibe. una kazi ila elfu moja mpaka hapo ya kwenda kubetia mechi ya kesho ambayo imeahirishwa. Kwa hiyo <totit> kwamba kama vijana tujaribu sana kuwa na nini na namna ya kufikiri economically hmm? Tuachane tu, tu, tu, tu, tu na vitu vidogo vidogo vya kuwa wengi siku tunakuwa ule uchawa eh? ndio? Mnafahamu vijana wengi mkitoka hapa, kuna kazi unabadilika, unakuwa nani? chawa wa mtu na ukishakuwa chawa, maanake unakuwa chawa wa nani? Wa mtu. Jitahidi hmm? sana uwe chawa wa Kanisa Katoliki, uwe chawa wa Mungu wako, usiwe chawa wa nini, wa mtu, kwa sababu utakosa ile human dignity yako, utu wako utauza, hmm? kwa mkienda kwenye jamii, mtaenda kuuza utu wenu kwa kuwa machawa. Na mnahitimu saa hizi, kipindi kizuri, tunaelekea kwenye hekaheka heka la kupata viongozi, si ndio? kwa mkienda kule ajira haziko huko nje, unakuwa nani chawa, kwa sababu the best option to, to survive inakuwa wewe kuwa chawa ili upate chochote uishi. Hasa kanisa alitufundishi hivyo, ndio nataka mkasome Catholic social teachings zinafundisha nini hmm? zinafundisha kuwajibika, kuwawajibisha wale ambao hawatu wanatufanya sisi tuwe chawa hmm? Kwa lazima tufikie stage ambayo tuseme katika hili hapana. Baskofu leo amesema pale kanisani kwamba tuwe wa hapana au ndio, si ndio? Usiwe ukiwa chao uweze kusema hapana wala ndio. Unakuwa unaangalia tu bosi amegeukia wapi na wewe unageukia huko, kuna nini? Kwa namna hiyo, vijana, tuna tuna tunaharibu future yetu huko mbele, na nimeamua leo kusema hivi kwa sababu uh, mimi nafikiri niko mbele zaidi ya nyinyi kwa sababu nilimaliza miaka 19 20 iliyopita kwenye level ya kwenu na nimeshapitia hizo shughuli mbalimbali. Kila siku nikiangalia vijana, sioni vijana ambao taifa hili wanaanza kuzishikua na kulipeleka kule mbele. Vijana wasomi ndio wamekuwa wa kwanza kuwa nani? Kuwa chawa, baada ya kuangalia tunafanyaje kuinua uchumi wetu kujenga future yetu sisi vijana. Mimi kesho nikitoka hapa shule, nimaliza chuo, naenda kufanya nini? Hamna. Nilikuwa naongea na mwenyekiti mstaafu uh, wakati tumekutana naye mara ya kwanza wakati tumekuja kwa ajili ya maandalizi ya hii shughuli yenu, Nikamuuliza he, unataka unataka tutafute mgeni rasmi atusaidie nie, akaleta mahitaji yake mazuri tu, lakini ukiangalia, unasema hatufikiri, uwezo wetu wa kufikiri upo kidogo. Ndio maana leo nilipenda kuja nizungumze kwamba vijana wa Katoliki, sasa naongea na ninyi vijana wa Katoliki, uwezo wetu wa kufikiri umekuwa ndio basi, sema mdogo kwa nguvu, umekuwa mdogo. Ehe, sawa, umekuwa mdogo kwa sababu gani? Mnatoka mnamaliza chuo, si ndio? Mnaenda wapi? Mnajua a, mnakwenda mnaenda kwenye jamii nilikosema, si ndio? Jamii ambayo imevurugika, hujui hmm? Ukienda kule utarudi nyumbani kwa mama sasa, au unaenda kufanya nini, au ndo mahangaiko ya mabeti? Lakini mlikuwepo katika hii jamii, si ndio? Hii ni forum tayari, ilishakuwa forum ya kutosha kabisa, ambayo kama vijana kweli tumesoma, kuna watu wamesoma accounts, watu wamesoma procurement, wamesoma marketing, tumefanya nini kwenye hiyo professional ili tuibuke na kitu ambacho kitatengeneza ajira kati yetu. Soko lako la kwanza likawa parokia ya Maus, ni soko lile. Popote ukipata watu wamejaa hivi, ni soko. Kama mimi hapa nikiangalia wote, naona ni soko. Sasa unalifanyia nini? Hili ni soko, soko. soko. na wewe ni msomi wa level ya nini? Ya, ya chuo kikuu kwa hiyo unasubiri uondoke uende mtaani ukawe chao, si ndio? Kwa sababu kuja create kitu na hutapata forum nyingine ya kukutana na wenzako wote kwa ukubwa huu, kwa challenge ambayo tunairudisha kwenu nyinyi na nilikuwa natamani nione a ikiwa ni, kwa ni ya, ya kwanza kwa sababu mmesema nyinyi ni watoto wa baraza baraza. Hatuwezi kuzalisha watu ambao hawana nini vision kubwa, sawa. Kanisa Katoliki sio kanisa ambalo linaamini kwa watu ambao hawana uelewa, ndio maana namwafikishie na, na wale vijana wengine, lakini lazima tutengeneze modo ya kuanza namna gani TMCS, e, ianze kutengeneza ajira. Mtu anaondoka pale anajua kabisa na, na ajira tumefanya au achara, ni biashara, tunakuwa na plan inayoeleweka, tunatafuta resources tunafanya, na hapo ndio utakuwa kweli unaweza ku, ku, ku, kulinda utu wako. Moja ya, ya, ya principle ya muhimu sana ya, ya, ya, ya Catholic Social Teachings. human dignity, linda utu wako. Kwa vijana, mkalinde utu wenu, msitumike kuwa machawa, mrudi mfikiri, ukiona kuna changamoto sema hapa, hapana, hapa ndiyo kwa maslahi yako, maslahi ya taifa lakini na maslahi ya kanisa letu lote la Tanzania na la ulimwengu. Tumsifu Yesu Kristo. Yeah. Asante basi. Baada ya kusema hayo, kwa sababu niliambiwa ni, ni, nimkaribishe mgeni rasmi, na kabla ya, kum, ya kumkaribisha labda nimtambulishe vizuri um, mgeni rasmi, mimi bahati nzuri nilibahatika kusoma naye nilibahatika kusoma naye nilibahatika kufanya naye mafundisho ya komunio na kipa imara. Uh, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni moja ya mtu ambaye ni, ni mkatoliki mzuri lakini pia kwa nyinyi ambao mnasoma mm? Mazingira ambayo tulisoma sisi zamani, tulikuwa hata hizi simu hatuna mm? hatuna hizi internet na nini. Leo alisoma, alikuwa mwanafunzi mzuri sana kwa very bright kwenye PCM. PCM alikuwa So, lakini baada ya kusema akaenda kusoma uhasibu, ni mhasibu professional. Mhasibu, CPA na zake za uhasibu na amekuwa mtumishi very loyal kwenye kwenye mamlaka, na Mungu anamjalia basi, anaendelea lakini. Na nyinyi mwe inspired, amesoma mazingira magumu, lakini leo yupo hapa, hajawa chawa hmm? lakini amekuwa mtu anayeamini katika weledi, sindio kwao, na nanyi muamini katika weledi wenu Vijana wengi ambao sisi tunakuta kwenye kazi, anakuja pale akiomba kazi, ukimpa, kesho anaanza, uaminifu unapungua. Basi amesema pale, vijana wanatamani vitu vingi kwa haraka, kwa unakuta muda mwingi unapata kazi mshahara laki tano, anasema mdogo. Ukiuza mdogo, ulikuwa unapata ngapi huko nyuma? Hana cha kusanya, anaona tu kwamba huyu, mbona sipati hichi, sipati gari, sipati nyumba? Kumbe maisha ni process eh, ni process. Na ukiruka lazima uje siku uifidie, kwanza process ya huwa haikatishi unaweza ukaruka afu kajikuta unatakiwa urudi uanze tena pale mwanzo. Kwa jitahidi ni kwenda kwa hatua, muwe waaminifu eh, na Mungu ataweza kuwa, kuwasaidia. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, karibu. Na kwanza nishukuru kwa kukubali na kuwa sehemu ya hili tukio. Mimi nilisema sitakuwa mgeni rasmi sababu nitawakwaza, nafikiri niongea mwingine, labda nimewakwaza ila wewe nadhani unaweza ukaongea vizuri kutokana na yale ambayo wamewasilisha. Na mimi nimesema kwa nafasi yangu, kama nilivyowaambia, mi nimekuwa mtumishi wa baraza la maaskofu la muda mrefu mpaka sasa ni mshauri wababa kuhusiana na masuala ya fedha na na mengine mengine. Kwa hiyo nafahamu, na ndio unapoangalia vijana wetu, sioni vijana ambao wanaweza wakaje ukasema hawa hapa wanakuja, na ndicho kitu ambacho kinatupa shida sana, hasa katika vijana wetu. Mko mjitahidi jamani kuwa creative, Fikirieni namna gani tunatoka hapa tulipo kwa ajili ya mustakabali ya nyinyi na wadogo zenu na watoto wenu, hmm. Kwa baadaye, mkitoka, soko halina ajira, hatuwezi kuajiri. Nchi yetu bado haina private sector za kutosha. Tunazifanyaje? Tukiacha hivi tutaenda wapi? Dunia imebadilika sasa. Tulikuwa na dunia ya donors eh. Nafikiri wengi mnasoma habari. Donors wameondoka, ambao eh, wanatufundisha kwamba lazima muwe na sustainable means za kujiendesha wenyewe. Which is very right. Tunafanya nini? Tuna beti tunakuwa chawa ko. Naombeni tuchukue, tukatafakari, tubadilike, mkasome Catholic Social Teaching mtaziona zinafundisha nini na, zina na mkazitekeleze vile ambavyo zinasema. Mheshimiwa mgeni rasmi, karibu na samani, kwa kuchukua muda wako mwingi wa shughuli ya leo, asante.